Katika video tuna swali la dondoo kutoka kwenye hadithi, Fadhila za Punda kutoka diwani ya Mapambazuko ya Machweo, na dondo lenyewe ni ulimwona yule mvulana maskini mavazi hana lakini sauti yake sijawahi kusikia nyingine kama hiyo. So, swali la a, eleza muktadha wa dondo hili. Swali so, la ba, fafanua jinsi msemaji katika dondo anavyokuza sifa za mvulana anayerejelewa katika dondo na swali la cha, jadili ufaafa wa anwani fadhila za punda. E, swali la a ambalo linauliza muktadha wa dondoo, msemaji ni Lilia, msemewa ni Imani, wako njiani wakisafiri kuelekea nyumbani kutoka kanisani, na Lilia na mrejelea Luka baada ya Luka kufika kanisani mwao siku ile na kukaa kando yake. Swali la b Fafanua jinsi msemaji katika dondoa anavyokuza sifa za mvulana anayerejelewa katika dondoa. E, Lilia anakutana na Luka kwenye chuo kikuu, na wanapokutana chuoni kwenye shughuli za kusoma, tunagundua kuwa Luka ni msomi. Hoja nyingine, Lilia anapomtembelea Luka afisini mwake, Luka anamfokea na kumwambia amwachie sekretari ujumbe, na kutokana na hali tunagundua kuwa Luka ni mwenye dharau hoja nyingine, kutokana na Luka kumpiga Lilia mpaka Lilia kuziria kuzirai, tunagundua kuwa Luka ni mhusika katili. Hoja nyingine, Lilia anapomtembelea ofisini, anampata na mwanamke mwingine ambaye ni kimada wake, na hili linadhihirisha kuwa Luka ni mzinzi. Swali la cha majadili, ufaafu anwani fadhila za punda Anuanii inatokana na Medha liyosema ya fadhila za punda ni mateke, ikiwa na maana ya kulipa wema kwa uofu. E, kanisa ambalo linamlea na kumjenga Luka akiwa maskini anaponemeka analiuza bila kujali. Moja nyingine ni kwa, Lilia ndiye anampigania Luka kwa mhubiri hadi anaposaidiwa kimaisha na kimasomo akasoma hadi chuo kikuu. Luka anailipa fadhila hii Kumwachisha kazi Lilia na kumpa kitabu cha mbwa. Hoja nyingine, Lilia anatia bidii kuhakikisha mapenzi baina yake na Luka yanadumu kila babake anapojaribu kuwatenganisha. Licha ya haya yote Luka anamtesa Lilia katika ndoa yao kwa kipigo cha kila mara kutokana na visingi visingizio vya hapa na pale. Hoja nyingine, licha ya kutopenda siasa Lilia anamsaidia Luka katika azma yake ya kuwa gavana hadi anapofaulu. Hata hivyo, e, Luka anamdhalilisha na kumtelekeza anapotoa wadhifu huo, na, na kutomjali kabisa. Moja nyingine, baba Lilia anamtendea Luka mengi, anafadhili elimu yake na kumlea kama mwanawe na hatimaye kumkubalia kumoa bintie. Luka anapofanikiwa baadaye anaanza kumtesa bintie aliyeahidi kumtunza. Hoja nyingine, Luka anapiga kampeni kabambe katika azma ya kuwa gavana, nao wananchi wanamuunga mkono. Anapofanikiwa halipi fadhila zao, kwani anawasahau kabisa, wala dhiki yao haimshtui. Hoja nyingine, kimada wa Luka anakijeli fadhila za Luka za kuandamana naye kila mahali. Akiwa gavana anapopata ajali na kulazwa hospitalini, kimada huyu anamtoroka baada ya kusikia hawezi kutembea tena.